Fainali hii ya Simba inakupa maana halisi ya kuto kukata tamaa kwenye maisha. Haijalishi unaanguka mara ngapi. Baada ya majaribio zaidi ya matano kuitafuta fainali kwenye mashindano ya kafu, hatimaye mwaka 2025 Simba imeandika historia ya kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hili ni somo la kwanza ambalo unapaswa kujifunza uh, siku hii ya leo ambayo tunasubiria jioni ya leo. Mnyama Simba anaenda kuicheza fainali yake ya kwanza, mchezo wa marudiano uh, kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa kwanza pale Moroko, mnyama Simba uh, alipoteza kwa magoli mawili kwa sifuri. Leo hii mioyo ya wana Simba imebeba imani, mioyo ya wana Simba imebeba matumaini. Mnyama Simba anaenda kupindua meza uwanja wa nyumbani. Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Mavara. Hii ni Rick Media tunazungumza live, moja kwa moja kutoka Zanzibar aris tukufu ya Daktari Hussein Mwinyi ambaye yeye yeah, ameamua kugaramia gharama zote za uwanja huu ambapo mnyama Simba anacheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Jukumu langu ni moja tu. Niko nje ya uwanja wa New Amaan kukuonesha namna wana Simba ambao ndio klabu pekee ipo kwenye fainali ya mashindano ya kafu nje ya dimba la Amaan complex, hali jinsi ilivyo mapema tu. Wana Simba wameshaanza kuitika hapa, kuja kuishuhudia timu yao jioni ya leo ikitafuta, eh, kuandika rekodi ya kutoa, eh, ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Tazama eh, vikundi, vikundi nje ya uwanja wa niwa Amaan eh, vikiwa vinaendelea kuanikiza nikiza kumsubiri mnyama ambaye, eh, ana jukumu zito. Eh, Ahmed anakuambia, kama wachezaji wa Simba watachukua kombe leo basi klabu ya Simba hakuna ambacho itawadai. Tazama watu ambao wameitika hapa kwenye uwanja wa Amaan mapema tu, mageti bado hayajafunguliwa, lakini watu bado ni wengi, wako hapa kuhakikisha mnyama um, Simba anachukua kombe la shirikisho barani Afrika. Ni aidha ashinde magoli mawili, mechi kaisha kwenye mikwaju ya penati, au ashinde magoli matatu mechi ishe ndani ya dakika 90. jukumu kubwa nalo mnyama simba wachezaji wa simba wanalifahamu hiyo mashabiki na wanachama wa simba wote wanaimani kwa kocha Fadu Davis wana imani kwa viongozi wanaimani kwa wachezaji wao kwamba leo wanaenda kufanya jukumu kubwa moja ya vitu ambavyo vinawapa matumaini ni kauli ambayo alisema Fadu Davis baada ya mchezo wa RS Bekane mnyama simba ambao walipoteza magoli mawili kwa sifuri kwa nukuu alisema hatujutii kufungwa magoli mawili ya RS Bekane ila tukiwa nyumbani watajutia kushindwa kufunga goli la tatu, akimaanisha kutufunga magoli mawili peke yake yeah. Je, uh, kauli ya Falu Davis itafanya kazi hapa kwenye uwanja wa New Amaan? Twende sawa, mimi nikupitisha jukumu langu, nitakupitisha kabla na baada ya mchezo huu wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Enjoy Zanzibar iko safi na salama. Twende sawa, endelea kuyapata matukio yote.